Kichwa cha hadithi: makaburi ya ajabu. Muhtasari wa hadithi: katika kijiji cha Nyangoto kuna sehemu takatifu ambayo haifai kukanyagwa, eneo la makaburi ya zamani. Haya si makaburi ya kawaida, ni mahali ambapo watu waliopinga mamlaka ya machifu wa zamani walizikwa bila ibada wala kumbukumbu. Inasemekana kwamba kila mtu aliyewahi kujaribu kuchimba eneo hilo au hata kulitembelea usiku hakuwahi kuonekana tena. Mwandishi wa habari kutoka mjini Juma anavutiwa na hadithi hiyo baada ya kusikia kwamba hakuna hata picha ya eneo hilo katika kumbukumbu-kumbu za serikali. Akiwa na tamaa ya kufichua ukweli, Juma anawasili kijijini na kuanza kuchunguza. Anakutana na mzee mmoja, mzee wa Rioba ambaye anamwambia, makaburi haya hayawezi kupiga kelele, lakini hupaza sauti ndani ya nafsi ya kila mwenye hatia. Juma anapozidi kuchunguza anafichua ukweli wa kutisha eneo hilo lilitumika kuwa wapinzani wa utawala wa kikatili wa zamani, na sasa linaonekana e, kulinda e, siri hizo kwa njia za ajabu. Watu hupotea, sauti husikika usiku, na hata picha zilizopigwa hupotea ghafla kutoka kwenye kamera. Hadithi inahitimishwa kwa Juma kukosa kuonekana baada ya kuingia kwenye eneo la makaburi usiku mmoja, akihamia kabisa katika orodha ya wale waliotaka kufichua siri za ajabu lakini wakapotea. Ikiwa ungependa niandike hadithi hii kwa urefu zaidi au kwa sura tofauti, ninaweza kuendelea kuiendeleza. Ungependa iwe hadithi fupi kamili au riwaya ndogo?